Nataka niweke msisitizo. Kuna mambo ambayo mpaka dunia itakwisha wanawake na wanaume hatutakuwa sawa. Mimi kama mwanamke, Mungu amenipa kazi ya kubeba mtoto tumboni kwangu na kumtoa kwenye mwili wangu, kazi ambayo mwanamume hutaifanya. Hutaifanya. Hata siku moja. Hata maendeleo gani ya sayansi yafanyike hutaifanya. Lakini la pili Mwanamume umepewa jukumu la kuniwekea mbegu ili nibebe hiyo mimba na nimlee huyo mtoto tumboni kwangu, kazi ambayo mi kama mwanamke sitaifanya. Hata dunia ishe, sitaifanya. Kwa hiyo kuna kazi ambazo Mungu amezigawa za wanawake na za wanaume. Hapo hakuna cha usawa hapo, tunakwenda kama Mungu alivyotuumba. Lakini mengine, nadhani maonyesho yameonesha hapa kwamba mengi ya mengine ya kidunia haya tunaweza kuyafanya, tunaweza kusaidiana. Tumeumbwa tusaidiane, kwa hiyo tunakwenda kusaidiana. Sisi ni Tanzania.